Hivi karibuni mataifa mengi yamekuwa yakijitoa katika matumizi ya dola ya Marekani, fedha ambayo imekuwa ikitumika kwa muda mrefu sana kama ndiyo fedha kuu katika miamala na biashara za kimataifa. Wataalamu wengi akiwemo Robert Kiyosaki ambaye ni mwandishi wa kitabu cha Rich Dad, Poor Dad wameonya kuwa dola ya Marekani inakaribia kuanguka na kupotea kabisa. Lakini ni nani wa kulaumiwa katika hili? Ingawa kuna sababu kadhaa zinazochangia nguko hili, mshtukiwa mkuu ni umoja wa nchi za BRICS unaojumuisha nchi kama Brazili, Russia, China, India, Egypt, Ethiopia, Iran, United Arab Emirates, UAE na South Africa. Badala ya kuimarisha thamani ya dola Donald Trump alitoa tishio la kuweka ushuru wa asilimia mia moja kwa nchi zitakazotupilia mbali matumizi ya dola Marekani. Lakini swali ni je, uamuzi huu pekee yake unatosha? Kwa miaka mingi dola Marekani iliaminiwa kuwa ndio muhimili wa utulivu wa fedha duniani. Hata hivyo hali imebadilika sasa. Dola haionekani tena kama ishara ya sarafu yenye nguvu ya kiuchumi duniani bali inaonekana kama ndiyo sarafu inayoyumba kuelekea kuporomoka. Umoja wa nchi za BRICS umekuwa ukichukua hatua za kimkakati, si tu kujilinda dhidi ya shinikizo kutoka magharibi, bali pia kustawi bila kutegemea dola ya Marekani. Kwa kuondoa utegemezi wa dola, BRICS inavuruga uthabiti na uimara wa sarafu hiyo. Marekani na washirika wake wanaangaika kudhibiti hali ambayo inazidi kuwa mbaya kila siku. Robert Kiyosaki ameonya kuwa anguko kubwa zaidi la soko la Marekani limeanza tayari. Anaeleza kuwa madeni makubwa na kushuka kwa thamani ya dola kunachochewa zaidi na umoja wa wanachama wa nchi hizi za BRICS, hasa baada ya nchi mpya kujiunga na umoja huu. Hii inasababisha ushawishi wa kiuchumi kuhama kutoka magharibi kwenda katika umoja wa nchi hizi za BRICS. Swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini muungano huu wa kimataifa ambao zamani ulidhalauliwa na nchi za magharibi umeweza kutikisa msingi wa mfumo wa kifedha duniani? Kwa miongo mingi uchumi wa dunia uliwekwa katika msingi wa dola ya Marekani kama ndio sarafu ya akiba ya kimataifa. Biashara za kimataifa hasa za bidhaa muhimu kama mafuta zilifanyika kwa kutumia dola. Marekani ilitumia nafasi hii kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa baadhi ya mataifa ikiwemo Iran mwaka 2018 kama ni njia ya kuizuia Irani kufanya biashara na nchi nyingine. Umoja wa BRICS uligundua hatari ya kutegemea sarafu moja ya Marekani, jambo lililowafanya waanze kuchukua hatua. Hatua ya mwisho ilitokea mwaka 2022 wakati Marekani ilipoiwekea Urusi vikwazo vikali baada ya kuivamia Ukraine. Mali za Urusi zilifungwa na taifa hilo lilikatwa kutoka katika mfumo wa kibiashara wa kimataifa. Hatua hii ilikuwa ni mwamko kwa, kwa BRICS. Mataifa haya yalitambua kuwa yangeweza kuwa wahanga wa vikwazo vya wa kiuchumi wakati wowote. Wa kwa hiyo wakafanya juhudi za kuondoa utegemezi wa dola ya Marekani. Tangu wakati huo, BRICS imeongeza kasi ya kuanzisha mifumo mbadala ya malipo na kushirikiana kibiashara kwa kutumia sarafu zao za ndani. Kujiunga kwa nchi za umoja wa Kiarabu UAE, nchi kama Iran na Misri kumeongeza msukumo huu. Mbali na masuala ya kiuchumi, BRICS pia inasukuma ajenda ya kisiasa. Kwa kupunguza utegemezi wa dola, mataifa haya yanapata uhuru wa kiuchumi, lakini pia wametuma ujumbe kwa nchi za Magharibi kwamba hatutaki kutawaliwa na Marekani pamoja na washirika wake. Ingawa dola inashikilia sehemu kubwa ya akiba za kimataifa, lakini nafasi yake inapungua kwa kasi sana. Kulingana na Atlantic Council, sehemu kubwa ya kimataifa inayoshikiliwa kwenye dola imeshuka kwa asilimia 14 tangu mwaka 2001. Hii si tu ishara ya mabadiliko ya kifedha, lakini pia ni mabadiliko makubwa ya nguvu za dunia. Lakini kwa nini Magharibi haikugundua hali hii mapema? Kwa miaka mingi viongozi wa Magharibi waliona kuwa BRICS ni mkusanyiko wa mataifa yasiyokuwa na umuhimu na nguvu ya kiuchumi. Kiburi hiki kiliwafanya kupuuzia juhudi za BRICS za kujenga mfumo wa kifedha mbadala. Vikwazo vya kiuchumi vilikuwa ni silaha kuu kwa nchi za Magharibi dhidi ya mataifa yanayoenda kinyume nao, lakini nchi za Magharibi zilishindwa kuelewa kwamba vikwazo hivi vinaharibu pia imani katika mfumo wa kifedha wa dunia. Hatua ya Marekani ya kutumia dola kama silaha dhidi ya Urusi mwaka 2022 ilikuwa ni hatua ya mwisho. Mataifa mengine yaliona hatari ya, ya kutegemea dola na BRICS ikachukua hatua za haraka za kujenga mfumo mbadala wa kifedha. Kiyosaki anabainisha kwamba matatizo ya kifedha ya Marekani yamekuwepo kwa miaka mingi sana. Madeni makubwa pamoja na masoko ya hisa ambayo yamekuwa yakiongezeka na kupungua katika uchumi wa Marekani yamechangia kwa kiwango kikubwa sana hali ya sasa, lakini badala ya kushughulikia matatizo haya moja kwa moja, nchi za Magharibi ziliendelea kushikilia mikakati ambayo ilikuwa haifanyi kazi, na matokeo yake sasa inalipa gharama ya makosa yake. Je, BRICS inaweza kuchukua nafasi ya Marekani? Jibu ni ndiyo. BRICS tayari imeonyesha kuwa inaweza kufanya kazi bila mfumo wa kifedha wa Magharibi. Mipango yao ya dollarization siyo tu kuhusu kuikataa dola bali pia ni kujenga mfumo mpya wa kifedha unaotegemea sarafu za ndani, biashara za pande mbili, na mfumo mbadala wa malipo kama benki ya maendeleo ya BRICS NDB. Kujiunga kwa nchi mpya katika umoja wa BRICS kumeongeza nguvu ya muungano huu. UAE, nchi za umoja wa Kiarabu, Iran na Misri zina nguvu kubwa sana za kiuchumi. Hatua yao ya kujiunga na BRICS ni ishara kuwa dunia inaondoka kwenye utawala wa kifedha wa nchi za magharibi. BRICS tayari inachukua nafasi ya Marekani kama kiongozi wa uchumi duniani. Marekani imepoteza ushawishi wake wa kibiashara kwa miaka mingi sana, wakati BRICS inaendelea kujenga miundombinu na ushirikiano wa kibiashara utakaoumba mustakabali wa uchumi wa dunia. Mfano mzuri ni Benki ya Maendeleo ya BRICS, ambayo inafadhili miradi ya miundombinu katika mataifa ya kusini mwa dunia. Ni mbadala wa Benki Kuu ya Dunia na IMF ambazo zinathibitiwa na mataifa ya Magharibi. Sasa BRICS inachukua usukani wa kiuchumi duniani, na wakati wowote utawala wa dola unakaribia mwisho. Je, nini kitatokea kwa Marekani? Dola Marekani si tena chaguo la kwanza katika biashara za kimataifa, na hii inafanya Marekani kuwa katika hali ya kutengwa. Moja ya hatua chache zilizobaki kwa Marekani ni vitisho vya kiuchumi. Hivi karibuni Donald Trump alitangaza kuwa nchi zitakazokataa na kujitoa kwenye matumizi ya dola zitakumbwa na ushuru wa asilimia mia moja kwenye bidhaa zao zinazoingia Marekani. Lakini vitisho hivi havina nguvu tena. Mataifa ya BRICS hasa China yana uchumi mkubwa unaojitegemea, wanategemea soko la kimataifa na sio Marekani pekee. Marekani inaweza kujaribu kutumia nguvu za kijeshi kudumisha ushawishi wake, lakini hata katika hili inaonekana inashindwa mataifa ya BRICS yanajenga ushirikiano wa kisiasa na kijeshi pia, huku China na Urusi zikiwa mstari wa mbele kupinga utawala wa Marekani. Swali kwa mataifa ya Magharibi ni moja tu: je, yatakubali kuzoea ulimwengu mpya usioongozwa na Marekani, au yataendelea kung'ang'ania mamlaka yao yanayodorora? Tungependa kusikia kutoka kwako. Unadhani BRICS itaendelea kuimarika na kuushinda mfumo wa kifedha wa Magharibi? Tuambie maoni yako.